wewe una akili, mimi ni balozi wa Silent Ocean. Silent Ocean ni simba wa bahari anasafirisha bidhaa zake kutoka China kwenda Tanzania kwa siku ishirini na nane tu anasafirisha, nakwambia kweli, unaweza usiniamini, lakini nakwambia kweli, wanasafirisha kutoka hivi, wanasafirisha hivi. Wanatoka hivyo wanakwenda wanakwenda wanafika Tanzania wanashusha. Akiwa Tanzania, akishashusha, alafu yule mtu alochukua anakuja anachukua anapeka kwenye godown yake siku thelathini mpaka ishirini na nane. Hiyo ndio Silent Ocean, hivi wanasafisha. Huyu anajitambua, bwana, hii ni Silent Ocean. Simba bahari, nikitokea hapa, yu sehemu ambayo nilikuwa namwelewesha kijana namna gani mizigo inasafirisha kutoka China kwenda Tanzania. Umeona? Yes, like this, like this. Yes, yes, hivi ndo sasa inavyosafirisha. Wewe una akili, mwambie baba yako anipe hela. Shikamo, hala, artificial this is artificial. Jamani, wale watu ambao wanafanya wanapenda home decor lakini wale watu wa mashughuli ya harusi. Haya ni matunda artificial, yani huku unapatana na green, maua artificial haya maua. Unaweza ukayatumia kupambia kwenye mashughuli, kupambia kwenye kwenye sherehe, kwenye harusi, lakini hata wewe nyumbani kwako ukitaka kupamba. Na kuna watu wameniuliza kuhusu DC DC nyumbani kwako pale kwenye rooftop <laughs> <Olala. Aaaa. Nihao. laughs> <Nihao. laughs> <Nihao. laughs> <laughs> yeah, oh, yeah, oh, oh. Jamani, kuhusu carpet, ni jamani mmeniuliza kuhusu Mwijaku kwako na nyumba yako kuna green mmeniuliza kuhusu carpet ya nyumbani kwangu pale juu kwenye rooftop. Jamani, nilitoa China. Unasafirishaje? Silent Ocean wapu. Weka oda yako, ukishaweka oda yako basi umeshachukua. Tazama artificial wadudu hawa. Haa wote ni artificial hii <gülit> Hii ni artificial. artificial. Na artificial narudia tena. Hivi hivi hivi, vitu uwezi kuvipata kama Kama kama hujakumbatia silent Silent Ocean. Kama hujakumbatia Silent Ocean uwezi kupata. Tazameni hivi artificial. Hawa watoto wa matajiri wamekaa wanacheka tu hapo. Wanaona ndugu yao hapa hapa. hapa. kama vile sina mnazo. Kumbe wazao, nipo kazini. Hii sasa, kuna wale utasikia nataka nataka maua ya natamba ukutani. Siku hizi tunao artificial, unabandika hivi. Ukuta wako wote unakuwa wa green. Tajiri huyu hapa. Oh la la. Loban, Loban <gülit> tajiri huyu hapa. Niwakumbushe tu watoto, nyuma wanacheka, lakini mimi nipo kazini. Wao wanafurahia kuniona, lakini mimi nipo kazini. Ela ya mwarabu ni ngumu. Nimekuja hapo kwa taarifu kuwa haya ni maua artificial, haya ni maua artificial. Uamuzi ni wako. Lobad, lobad, Loba! Goja, lobad, lobad hola. Mimi ni tajiri kwetu, wananichukulia poa. Mimi kwetu tajiri mimi. Hapa kuna watu wanakuja kwangu kutafuta line, wewe umekaa hapa unaona mimi mweu, mimi ni tajiri. Sei hala